Kwamba sisi pekee hatuwezi kufanya hiyo kazi bila kumtegemea Mungu. Ni Mungu pekee ndo anayetuwezesha kufanya hii kazi salama. Kwa hiyo nipende kushukuru sana viongozi wetu wa dini zote, mmekuwa mkituombea usiku na mchana kuhakikisha vyombo vya ulinzi vinafanya kazi kwa mujibu wa taratibu na sheria, lakini vikitekeleza majukumu yao kuhakikisha wananchi wanakuwa salama. Kwa hiyo niwashukuru sana viongozi wa dini, niwashukuru sana waumini wote wa dini zote kwa kuombea nchi yetu, kwa kumwombea Mheshimiwa Rais, kwa kumwombea Mheshimiwa mkuu wa mkoa, lakini pia kwa kuombea vyombo vyote vya ulinzi. Bila nyinyi, sisi hatuwezi kuifanya hii kazi salama. Kwa hiyo tunawashukuru sana, lakini leo tumekutana hapa kwa lengo moja tu, kujikabizi mbele za Mwenyezi Mungu, na neno kuu la leo lilikuwa likitawala hapa lilikuwa ni amani, si ndio? Eh, viongozi wengi waliotangulia hapa walikuwa wangeongelea amani, amani, amani. Mimi niwashukuru sana. Mkianza nyinyi kuitetea amani, sisi kwetu inakuwa kazi rahisi sana. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa kuliongelea hilo, lakini mimi niseme tu hii amani tunayiongelea ni tunu ya kipekee sana, ni tunu ambayo tuna wajibu wa kila mmoja kwa kuhakikisha kwamba amani na watawala na amani hii tunayoiongelea haiwezi katawala nje, lazima ianze kwenye ngazi ya familia. Kama ngazi ya familia haina amani, nje ya familia hakuwezi kuwa na amani, si ndio ndugu zangu? Kwa hiyo amani huwa inaanza ngazi ya familia ngazi ya familia kukiwa na amani, basi na hata nje kutakuwa na amani. Kwa hiyo tuanze sisi wenyewe ngazi ya familia, tuongelee habari za amani katika ngazi ya familia. Lakini tukitoka ngazi ya familia, mfate jirani yako, ongea swala la amani na jirani yako, weka upatanisho wa amani na jirani yako. Ndipo sasa tutakuwa na uwezo wa kuiongelea amani katika ngazi zote, lakini bila kuanza ngazi ya familia bila kumfata jirani yako kuomba amani, hatuwezi kuwa na amani. Na ni tunu ya kipekee, kwa maana tunu hii ikipotea, hatari yake ni kubwa sana. Na ndio maana na sisi leo jeshi la polisi tunafurahi kuja mbele zenu na kuambia Geita iko salama, ipo amani ya kutosha, na hata tunapoelekea kwenye uchaguzi, vyombo vyote vya ulinzi, siku zote mmekuwa mkituombea tulikuwa tukifanya mazoezi ya pamoja kuhakikisha kwamba nyakati zote za uchaguzi, kabla, wakati na baada ya uchaguzi, tutakuwa na amani. Lakini amani hii hatuwezi sisi kuihakikishia asilimia mia moja bila kuwashirikisha nyinyi wenzetu. Nyinyi wenzetu mkijitoa, mkiiwa na amani, na sisi pia tutaweza kutekeleza wajibu wetu kuhakikisha kwamba Geita ina amani. Kwa hiyo ninatoa mwito kwa wananchi wote mkoa wa Geita tuhakikishe, siku ya tarehe ishirini na saba, tarehe ishirini na tisa tunajitokeza kwa wingi tukiwa na amani. Tukienda kupiga kula, basi tuhakikishe kwamba tuna amani, na sisi tutajitokeza kwa wingi kuhakikishia kwamba mtakuwa na amani, mtakwenda kwenye vituo vya kupigia kula mkiwa na amani, na hata baada ya uchaguzi tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea kuwa na amani, lakini nawaombeni sana wananchi wetu, vurugu nyingi huwa zinaanzia kwenye vituo vyetu vya kupigia kura, historia huwa inajionyesha. Kwa hiyo tunawasihi sana, tunapokwenda kwenye vituo vyetu vya kupigia kura tuhakikishe tunafuata taratibu kwenye vile vituo vyetu vya kupigia kula, lakini tufate taratibu ambazo zinaturuhusu kuwepo kwenye vile vituo vyetu vya kupigia kula. Siku hii hatutegemei kampeni ziendelee, siku hii hatutegemei tena uje umevaa nguo ya chama chako. Hapana, kwa hiyo tunawasii sana taratibu zote zifuatwe. kwa maana ukifuata taratibu, basi na sisi kazi yetu itakuwa nyepesi sana lakini pale kutakuwa na mistari, tuhakikishe tunapanga mistari ili kudumisha hiyo amani. Kuna watu wengine hawataki kufata taratibu, ndio inakuwa chanzo cha vurugu kwenye vituo vyetu. Sasa sisi tusifikie huko, twende tukaelezane ukweli, na yule ambaye hataki kufata utaratibu, tuaini taarifa mapema ili tuweze kuchukua hatua. Lakini sambamba na hilo, tuhakikishe kwamba mara baada ya kupiga kula unaondoka kwenye hivyo vituo vya kupigia kula. Bado kuna watu wanasema kwamba tutalinda kula. Hapana, jukumu hilo sio la kwenu la kulinda kula, jukumu la kulinda kula lipo miongoni au lipo kwa chini ya vyombo vya ulinzi, ambao limepewa jukumu la kuhakikisha kwamba wao wanalinda kula. Kwa hiyo nawasi, baada mara baada ya kupiga kula, tujiondoe kwenye maeneo ya kupigia kula, kwa maana vituo vya kupigia kula, tukasubiri matokeo nyumbani. Matokeo hayo yatatangazwa, matokeo hayo yatabandikwa kwenye vituo vya kupigia kula. Kwa hiyo kila mtu atakuwa na haki ya kwenda kusoma. Kwa hiyo kwe nikusii sana wananchi, tutumie haki yetu, haki hii haitachukuliwa na mtu yeyote. Niwahakikishie, haki yako ya kwenda kupiga kula haitachukuliwa na mtu yeyote. Kwa hiyo jitokeze kwa wingi, tukiwa na amani, tukiwa na furaha. Nenda kaitumia haki yako, nenda kapige kura kwa usalama, ukimaliza kupiga kura rudi nyumbani.